Habari za saizi. Kwa majina naitwa Ibrahim Saru Montola, ikiwa kama mwandishi kwa video hii ya elimu ya ICT kwa wanafunzi na wapenzi wa teknolojia. Leo ningependa kuzungumzia mada ya kizazi cha Windows. Hmm. Video zilizopita tulizungumzia kizazi cha kompyuta, kwa hii napenda tuzungumzie tupate historia katika kizazi cha nini cha Windows. Kwa maana hizi tunatengeneza historia vizuri hapa, ili tukianza vitu tuanze vitu kiundani tuanze kuvichimba tukiwa na uelewa mmoja. Kwa maana tulianza na utangulizi wa kampuni au taasisi yetu au chaneli yetu, baada hapo tukaja utangulizi wa ICT, ili uwe huo unaelewa kwamba tunazungumzia ICT, tunamaanisha nini. Baada hapo una ukaja kizazi cha kompyuta, unaona computer generation, na leo hii tunazungumzia kizazi cha Windows baada ya kutoka hapa ina maana tutaenda moja kwa moja kwenye kufanya vitu tofauti tofauti kuhusiana katika mazingira hayo ili tuwe na uelewa mmoja ndio maana mwanzo umeanza na historia kwanza kabla ya vitu vyote ili tuwe na uelewa mmoja kwa yule ambaye anajifunza au anataka kujua zaidi hatua kwa hatua tunaona mada ya leo ni kizazi cha Windows je, tuende tukaangalia historia na utangulizi tutakuwa na vitu gani vya msingi iangalia hapa utanguliza kwamba tunajua kwamba Windows ni mfumo wa uendeshaji. Ukusungumzia mfumo wa uendeshaji unamaanisha ulitengenezwa na kampuni ya Microsoft, ilianzishwa na Microsoft mwaka elfu moja mia tisa themanini na tano. Na vilevile Windows ilipitia mabadiliko mengi katika muonekano, kasi na uwezo wake. Lengo kuu lilikuwa ni nini? Lengo kuu ilikuwa ni kufanya matumizi kompyuta kuwa rahisi kwa kutumia graphics, interface kama vile icon, menus, mouse kadhalika badala ya, ya mistari ya amri. Na maana zamani kumba, kabla ya kuanzisha kwa hizi window kulikuwa kunatumika nini, command line au mistari ya amri, kwamba kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ili kulazimwa kutumia nini, utumie command ambayo inaitwa nini, command line. Nauna. Sasa twende tukaangalia kizazi cha kwanza kabisa cha hmm? cha cha kwanza cha ni kipi cha Windows hii sio kizazi. Maana tunaona mwaka elfu moja mia tisa themanini na tano mpaka mwaka elfu moja mia tisa tisini na maana katika mwaka elfu moja mia tisa themanini na tano mpaka mwaka elfu moja mia tisa tisini lipita vizazi vitatu ya nini? Ya Windows. Kizazi cha kwanza kilikuwa ni 1.0. Na maana 1.0 hiki ni kizazi cha kwanza kabisa ambayo toleo la kwanza kabisa ilikuwa juu ya nini? Microsoft DOS. Baada ya hapa ukaona ikatoka katika 1.0 au 1.0 ikaja mbili

maana baada ya kutoka hapa twende tukaangalie picha zake. Je, picha zake zilikuwaje tukiangalia hmm? hapa tunaona picha ya kwanza kabisa ya Window moja hmm? Window moja ilianzishwa hivyo na muonekano wake ulikuwa ni kama hivi tunavyoona. Tukija hapa tunaona kwamba Window ya pili, Window ya tatu, unaona ipo naye tatu, muonekano wake ndio hapa. Ilikuwa ni kizazi kwanza cha Window. Baada ya hapo tunakuja katika kizazi cha pili. Kizazi cha pili kilianzishwa mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili mpaka elfu mbili na maana hapa pia ulipita vizazi vingapi? Vitatu, kutokea mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili mpaka elfu mbili na maana hapa, ulikuwa kuna windo tisini na tano huko, kuna windo tisini na nane ulikuwa na windo elfu mbili hiyo windo tisini na tano Start menu na taskbar pale unapobonyeza kompyuta yako kwa kutumia keyboard, unaona vibox vinne vimechoa kwenye keyboard au kwenye dirisha la window. Pale chini unaweza kuona kama alama ya dirisha yenye vibox vinne, inakuwa maeneo ya chini a mia tisa tisini mbili au mpaka mwaka 1995 ilianzisha start menu ambayo ilikuwa na task bar. Na baada ya kutoka hapo Windows 98 ilianzishwa mwaka 1998. Unaona? Kwa hiyo hapa tunapata historia ndefu kidogo. Kwa mwaka 1992 mpaka 2000 ilianzishwa Windows 95, ilianzishwa na Windows 98 na hivyo vile vile ilianzishwa Windows 2000 ambayo ilikuwa ni Millennium Edition. Unaona? Kwa hiyo tukiangalia hapa Windows 95 hii hii 95 ilianzishwa mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano ilianza start menu na taskbar. Tukaja hapo mwaka elfu moja mia tisa tisini na nane ilianzishwa Windows 98, ambayo iliunganisha internet na explorer, ilianza kutumia USB, tukaweza kuona hiyo Windows. Baada ya hapo ikaja Millennium Edition ambayo ilianzishwa elfu mbili iliamrishwa na multimedia lakini haikupendwa sana. Ndio tisini na tano. Hii ndio tisini na tano ambayo ilianzishwa na start menu. Tunazungumza ukanda wa chini katika window yako, eneo hili hapa. Tunazungumza task bar. Baada hapo, vile vile tunaona Windows ngapi? Windows 98. 98 ambayo ilianzishwa mwaka 1998, iliunganisha Internet Explorer. Tunaona kwamba hapa hii ni browser ya kwanza ambayo ilikuwa inatumika kama Internet Explorer katika kufanya nini, kuingia katika mtandao. Maana baada ya kutoka hapo, tunaona vile vile kama Windows 2000. Unaona kumbe hapa mwaka 1992 mpaka 2000 ilipita vizazi vitatu. Hmm. Ilipita tisini na tano, tisini na nane na elfu mbili. Hizi ni version nani za Window au vizazi vya nini ya Window katika miaka hii ambayo ni kizazi cha pili, ilipitia mabadiliko matatu. Sasa baada kutoka hapo, tunaona tunakuja katika window nini, Window XP, kizazi cha tatu. Kizazi cha tatu kinaanzia elfu mbili na moja mpaka elfu mbili na sita Window XP. Window XP ni muundo bora, rahisi kutumia na imara zaidi. Kuna baadhi ya mifumo mpaka leo hii unaweza kukuta ina support Windows XP, ipo mifumo, na hizi ipo taasisi ambazo zinatumia mpaka leo hii. Kwa tunaona hii ilitumika sana hadi elfu mbili na kumi na nne unaona hapa ilipita, ni toleo moja tu kufanyika mabadiliko mengi sana, kwa sababu ilipendwa na ilikaa muda mrefu, tukiona picha yake hapa baada ya kutoka eneo hili elfu mbili na moja ukaja elfu mbili na ngapi? elfu mbili na saba mpaka elfu mbili na kumi na mbili, kwa maana baada kutoka Windows XP elfu mbili na moja hadi elfu mbili na sita elfu mbili na saba ikaja kuanzishwa Windows matoleo mawili. Na maana katika hatua hii ya nne yamepita matoleo mangapi? Mawili. Toleo la kwanza kabisa hapa ilipita Windows, tunaona hapo ni Windows Vista, vile vile ilipita na Windows ngapi? Windows Windows 7, saba. Kwa hiyo Windows Vista ilianzishwa elfu mbili na saba muonekano wake ni mzuri, taona kwenye picha vile Windows 7, toka, na vile Windows mpaka ilianzishwa elfu mbili na tisa ambayo toleo liliboreshwa haraka na lisabiti zaidi, kwa sababu so, hii Windows Vista ilikuwa ijapendwa ili sana, ilikuwa likapendwa sana, ilikuwa ni mzito na ilikuwa ni polepole. Baada hapo waliona hilo tatizo, wakaleta elfu mbili Yutileta, wa wa na saba ambao watu wengi walipenda kutoka muonekano wa Windows katika kizazi cha tano sababu Window na vizazi sita tofauti na computer. Computer na vizazi vitano, lakini Window na vizazi sita. Vizazi cha tano kilianzishwa elfu mbili na kumi na mbili mpaka elfu mbili na ishirini ambayo ilikuwa ni Window nane mpaka Window na pet moja a Window kumi hapa vilipita mabadiliko mawili alipita mabadiliko mawili ambayo Window nane Window nane pointi moja na Window kumi tunaona mabadiliko hayo kumbe. So ni matatu, sio mawili eh. Hapa wharakahraka ni matatu ha. Kwa hiyo namana ma, ma, ma, mabadiliko haya ma, matatu naona kwamba Window nane ilianzishwa elfu mbili na kumi na mbili, iliweka start screen ya vijai au tiles, vilevile tukaona Window nane moja ambayo ilianzishwa elfu mbili na kumi na tatu ilirejesha start button. Naona. Baada ya kutoka hapo tukaja katika Windows 10. Kumbe Windows 10 nayo ilianzishwa elfu mbili na kumi na tano iliunganisha kompyuta, tablet na simu katika mfumo mmoja. Naona. Kwa hiyo tuende tukaangalie picha zake. Tunaona hii ni picha ya Windows 8, na hii tumeona ni picha ya Windows 10. Sasa baada ya kutoka hapa katika hiki kizazi cha tano tunakuja hapa katika nini? Kizazi cha sita, kizazi cha sita ambayo ni elfu mbili na ishirini na moja, ambayo ni juzi tu hapo, so mrefu sana mpaka sasa. Kwa maana kizazi cha sita ilikuwa ni Windows 11 tumetumia mpaka sasa hivi, na muonekano wake wa kisasa, haiko ni katika kuimarishwa na usalama wa utendaji, kutumia teknolojia ya nini na AI na hmm, interface safi zaidi. Tunaona kwamba kumbe hii 2010 hii mwisho wake ni yana jana yani, ndo tarehe ngapi? Tarehe kumi na nne Oktoba elfu mbili na ngapi, na ishirini na tano. Maana hii ndo mwisho wa kusapoti Microsoft, maana itakuwa tena aina sapoti katika upande wa security. Kuitumia, unaweza ukaitumia, lakini itakuwa sio salama zaidi. Maana pukutoka katika hizo generesheni tano mpaka kufikia hapa ya sita, namaana jenesheni zote hizo tano kuwa zitumiki tena, zitatumika in case zitazitumia kwa matumizi ya kawaida, lakini ukihitaji kwenda kwenye mitandao au kwa ajili ya usalama wa data zako, sio rafiki tena ya kwenda nayo wapo mitandaoni. Kao kuanzia sasa hivi unakwenda kununua kompyuta, inabidi umwambie mtaalamu au lazima ujue upate uelewa. Yeah, upate uelewa au ukutane na mtaalamu wa kushauri, kutokana na aina ya kompyuta unahitaji kutumia. Je, inasapoti Windo kumi na moja? Kwa sababu kuna kompyuta zingine hazisapoti Window kumi na moja, unaweza ukajikuta unahitaji ku-update Windo kumi na moja, kompyuta yako ikawa sio compatible na ile version ya Window, kwa sababu kaa ile Window inavyozidi kuwa juu vizazi inavyozidi kuongezeka na inahitaji storage kubwa na inahitaji memory kubwa, vile vile inakuwa inahitaji hadi ya kuwa imara zaidi, uwe na speed hmm. Kwa hiyo jitahidi sana, unavyoenda kununua kompyuta uangalie katika mazingira yao, je, yeah. ni compatible, inaendana na ile version ya Windows ambayo unahitaji au ambayo ambao ipo sasa hivi, kwa ajili ya security, kwa sababu usiende kununua dukani kompyuta ambayo itakuwa inasupport Windows 7, Windows 8 Ukiweka Window teni inakataa, haiwezi kupanda kutokana na nini? Sio compatible na hardware kwao, unatakiwa uwe makini sana katika eneo hilo, kuchagua aina ya kompyuta na OS au version ya Window ambao unahitaji kuitumia. Kwa hiyo ukiwa na changamoto kama hiyo au unahitaji kununua kompyuta, basi tukawasiliana kwa ushauri zaidi, na tunaenda kufuatiliana katika mitandao yote ya kijamii, ili uweze kupata msaada katika maeneo hayo na maana kutoka window moja point sifuri hadi window kumi na moja Microsoft imeleta mageuzi makuu katika ulimwengu wa teknolojia. Kila toleo limeboreshwa uzoefu wa mtumiaji na kufanya kompyuta kuwa chombo muhimu zaidi katika maisha ya kila siku. Kijitahidi katika mazingira hayo. Asanteni sana, mimi naomba nishie hapa. I mwanzo, najua tutajifunza vitu vingi, tutajifunza vitu vingi hapa, tupo kwenye maelezo a historia umeangalia historia katika hivyo vitu viwili, lakini baada ya kumaliza hizo historia tatu, maana kwa sasa hivi tutaenda kufanya vitu kwa vitendo, hmm? ili upate sasa ule ujuzi ndio maana, kwa wewe bijina, ushapata kujua kwamba ICT ni kitu gani na kitu gani vya msingi, ushajua historia ya Windows, ushajua historia ya kompyuta. Ndio maana sasa hivi tukienda kuanza katika utendaji, itakurahisishia zaidi. Itaka kwanza kuanza kama history, ili tupate kujua vitu vya msingi au historia ambazo zimepita, ambazo watu wengi wazijui na wanavyotumia hivi vyombo. Asanteni sana